Wanafunzi wa Yesu Kristo wanamuuliza Yesu Kristo, wanamwambia Rabi, mwalimu, huyu kipofu huyu tokea kuzaliwa kwake ni kipofu, haoni. Wanamwambia je, sababu gani namfanya asione tokea kuzaliwa kwake? Je, ni dhambi za wazazi wake, baba yake na mama yake, au ni dhambi za huyu kijana ambaye haoni? Ikimaanisha walikuwa na ufahamu kwamba dhambi au uovu wa wazazi unaweza ukaathiri watoto. Walikuwa na uovu hao mpaka wanafunzi wa Yesu Kristo wanamuuliza Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Andiko la Kutoka sura 20 mstari wa tano ndiko ambapo watumishi wengi wa Mungu wanasimamia somo linalosema kuvunja laana za familia au kuvunja laana za ukoo ndivyo watumishi wa Mungu wengi, lakini nataka nikuambie maana ya hii. Kutoka sura ya ishirini mstari wa tano inasema usivisujudie, wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nawapatiliza na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha cha walichukiao. Mstari wa sita nasema nami na warehemu maelfu elfu walipendao na kuzishika amri zao, ila watumishi wengi, washirika wengi tunang'ang'ania, tuna ule mstari wa tano kutoka sura 20 kwamba Mungu anawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na kizazi cha ngapi? cha wakisema kwamba ile dhambi na ule uovu waliofanya baba zao kizazi cha kwanza cha pili cha tatu kinaweza kikaathiri mpaka kizazi cha nne. Kwa kama baba aliua basi, ile nguvu ya kuua itaendelea kutembea na vile vina saba ile DNA za wale watu kwenye ule ukovu, kama baba alikuwa hivi, ule uovu na ile laana, ndivyo watu wengi leo wanavyoelewa. Lakini maana ya huu mstari wa tano na watu wasomagi mstari wa sita maana ya huu mstari wa tano anaposema, nawapatiliza, nawapatiliza. Kwa Kiingereza sema, I will visit. Katika lugha au bibilia ya ya Kiebrania inasema pakwad, pakwad yani P A Q A D. Pakwad ikimaanisha Mungu atashughulika atatekea uovu dhambi za wazazi za uzao. Mungu atatekea atatekea kwa namna gani? Mstari wa sita anatoa jibu anasema Nami na warehemu maelfu elfu walipendao na kuzishika amri zangu. Namna ambayo Mungu anaweza akaviziti akapatiliza dhambi na maovu ya wazazi na vizazi ni kupitia rehema na neema inayotokana na nani? Na Yesu Kristo. Kwa hiyo sema na nawapatiliza, alimaanisha au visit au take care, nitashughulika na uo uovu kwa wale watakaoniamini, wale watakaonipenda na kunitumainia, nitashughulika na uovu wa nani, wa baba zao na dhambi za vizazi vyao. Andiko la Ezekieli sura ya 18, Ezekieli 18 mstari wa 20 inasema, roho itendayo dhambi hiyo ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba yake hata uchukua uovu wa mwanaye. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Kwa hiyo kile ambacho baba alichokifanya aidha ni dhambi au uovu fulani, Mungu anasema Ezekiel 18:20 anasema mwana hata uchukua uovu au dhambi ya nani? Ya baba yake, na baba hatachukua uovu au dhambi ni swala la ufahamu. Aliposema kwenye Kutoka 20 mstari wa 5, na wapitiliza na wapatiliza kizazi cha kwanza cha pili cha tatu mpaka cha nne alimaanisha nitatekea, nitashughulika na uovu wa wazazi wao, uovu wa ukoo wao. Nitashughulika kwa namna gani? Nitamleta mwanangu Yesu Kristo, katika yeye tutapata rehema, tutapata msamaha, tutapata ondoleo la dhambi kwao. Yesu Kristo tayari alishashughulikia. Yoyote anaishi katika imani Yesu. Andika, wapili, ya Yesu Kristo andika wa Korinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17, anasema tumezaliwa tumefanywa kuwa kiumbe kipya, si ndio? tulipomwamini Yesu Kristo tumefanya kuwa kiumbe kipya hatuishi tena chini ya asili ya mbegu inayoharibika asili ya mbegu ya baba na mama. Andika waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23. Kuna mbegu iliyotuzaa mara ya kwanza ni mbegu iliyotokana na ukoo wa baba na mayai na mbegu iliyotokana na ukoo wa nani, wa mama, lakini ipo mbegu iliyotuzaa mara ya pili ni mbegu iliyotokana na neno la Kristo, imetuzaa katika Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hatuhitiki tena katika ukoo wa asili ya baba wala mama ambao una vimelea vya tabia ina magonjwa na udhaifu wa aina fulani fulani katika kila binasaba vya ukoo fulani sana. Anasema andika, Yohana sura ya kwanza, Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili na kumi na tatu. Anazungumza kwa habari, tumezaliwa kwa uweza, tumefanya kuwa wana wa Mungu kwa uweza wa Mungu mwenyewe, tumezaliwa sio kwa mapenzi ya watu, sio kwa mapenzi ya damu tumezaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo mapenzi ya watu asili ya jamii ni wazazi wetu au vinasaba vya damu zao, avietuza sisi. Mara ya pili tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika mbegu ya nini? Ya neno la Mungu. Yoyote ambaye Yesu Kristo amemkomboa, na Kristo alikuwa ni mzaliwa wa kwanza, na sisi tulikuwa ni ndugu wengi, wote waliofanyia kuwa wana wa Mungu hawaishi tena chini ya laana wa uovu wa dhambi za baba zao na ukoo walipotokea. Yesu Kristo alishashughulika na ule uovu, alishashughulika na ile dhambi na ile asili. Katika Agano Jipya, Warumi sura ya 14 mstari wa 12, kuanzia mstari wa 11, nasema kama ilivyoandikwa, kila goti litapigwa na kila ulimi utamkiri Mungu. Basi nivi kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake, yani atatoa hesabu mwenyewe mbele za Mungu. Maovu ya baba atatoa hesabu mbele za Mungu yeye mwenyewe. Maovu ya baba siwezi nikachukua mimi nikayaishi, siwezi nikaarithi maovu ya baba. Biblia inatuandika kwamba mzazi ndio atamrithisha mali mtoto, haijasema kwamba atamrithisha na maovu wala dhambi zofanya wala. Bwana asifiwe sana Yohana sura ya kwanza mstari wa ishirini na tisa tunamwona Yohana mbatizaji alipomwona Yesu Kristo wakati anabatiza. Yohana moja ishirini na tisa akasema tazama, mwana kondoo wa Mungu aondoae dhambi za dunia. Alimwona Yesu Kristo akamuita ni mwana kondoo wa Mungu aondoae dhambi za nini? Za dunia. Katika Yesu Kristo tumesamehewa, tumeondolewa dhambi zetu, uovu uligongelewa pale msalabani. Anazungumza kwenye kitabu cha Isaya, nitakusomea Isaya sura hamsini na tatu mstari sita. Isaya hamsini na tatu mstari sita anasema, sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana, Bwana elfu kubwa na Bwana, na Mungu ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Mungu, Yesu Kristo ameweka juu yake alipogongelewa pale msalabani, maovu yote ya koo tulizotokea, alipogongelewa pale Hatupaswi kuendelea kutembea na kuishi uovu wa baba zetu wala dhambi za baba zetu. Aliweka uovu wote na dhambi zote, akazichukua akazigongomea pale msalabani. Ni swala la wewe na mimi kujua, kuelewa na kukiri walisia wetu Mungu, katika Mungu katika Yesu Kristo aliyefufuka. Kuendelea kufundishwa makanisani masomo yenye vichwa vya habari kuvunja laana za familia, kubomoa madhabahu na laana za ukoo ni masomo ya kuwafanya watu wameshaokoka Kristo Yesu, ashawahesabia haki, kuwafanya watu kuendelea kuwa na hatia, kwamba kuna angalikwamba wana Roho ndani. Jamani, unaposikia kwamba kwenu hakuna kuzaa au kwenu hakuna kuolewa au kuna kuolewa lakini hakupasi kuishi kwenye ndoa, lazima uachike, kwenu kuna siri ya magomvi au kwenu unakufa chini ya umri wa miaka fulani, vifo vya mapema au maradhi ya aina fulani, maumizo yote na balaa zote ambazo ndugu jamaa na marafiki huku mtaani wanazotulaani na kutuelezea, hatupasi kuzichukua na kuzishi, tunapaswa kuzibatilisha. Wao wakisema hivi, sisi tunapaswa kusema kile ambacho Mungu alichosema juu ya maisha 30... yetu. Maombolezo sura ya 3 na Maombolezo sura ya 3 mstari wa 37, Maombolezo 3:37 anasema, Je, ni neno gani hilo ambalo Mungu hajalisema ambalo litakalofanikiwa? Kama kuna kitu Mungu hajakisema, hajakitangaza, kama sio mapenzi yake, hakiwezi kufanikiwa kwenye maisha yako, hakiwezi kutokea. Labda kama Mungu amekusudia kitokee kwenye maisha yako, ila kama hajakisema, kama ni wanadamu wenye hila, kama ni wakuu wa giza wamesema, weo sio na tatizo. Yesu Kristo ni msemaji wetu, Mungu ndio msemaji wetu wa mwisho, sio hesabu hata kama katika familia yenu wenu anasema nyie kwenu najua mko hivi na hivi sema, sio mimi. Ni asili ya mbegu hiyo ni za mara ya kwanza, lakini asili ya mbegu za mara ya pili, mimi sipo chini ya laana, sipo chini ya kushindwa, sipo chini ya kukataliwa, sipo chini ya mauti. Jamani, leo nisikize vizuri. Yesu Kristo alifanya kwa mwenye dhambi wa Korintho wa pili, sura ya tano ishirini na moja yeye asiyekuwa na lawama na hatia alifanyia kuwa mwenye dhambi ili mimi na wewe tunaye tunayemwamini tuwekwe mbali na nine tuweke mbali na dhambi. Waibrania sura ya 8 mstari wa 12 ananukuu, nukuu mwandishi ananukuu kile ambacho yeremia Yeremia 31 mstari wa 31 hadi 34 anasema, na 31 na 31 na kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Hichi ndicho ambacho Mungu alikuwa anamaanisha kwenye Kutoka ishirini mstari wa tano. Au i visit, nitawatembelea au i take care, nitashughulika nita na maovu ya baba zao. Nitawasamehe mstari wa sita, nitawasamehe yoyote atakayeniamini na kunifuata nitawasamehe. Mungu akishasamehe uovu waliofanya wazazi, na uovu wa wazazi haupasi kuwa sehemu ya maisha ya watoto. Ni mali za wazazi tu ndio Mungu ameandika huko, zinapaswa kuwa sehemu ya urithi kwa watoto, lakini sio uovu wala sio dhambi walizozifanya. Bwana Yesu asifiwe sana.